Club A to Z. Swali kazi jibu. Kwa hiyo wazungu hatutakii mema na bara letu la Afrika, kwa sababu bila Afrika hakuna chao, wazungu wanakufa njaa, viwanda vyao vitaingia kutu, kwa sababu Afrika ndio baba wa ulimwengu na mama wa ulimwengu. Bila Afrika mzungu asingekuepo, Mchina asingekuepo, Mjapani asingekuepo. sababu sisi tuna rangi nyingi. Kwanza, huo ni ukuu wa Mwafrika, brother, sisi tuna rangi nyingi. Wewe hapo ni Mwafrika, umesikia? Lakini angalia Waafrika walioko hapa, kila mmoja na rangi yake. Tunafanana, tunafanana maumbile na kivimo, lakini kila moja na rangi yake. Huyu mweusi kidogo, huyu maji ya kunde. Ndio maana ukisema, katika vitabu, katika Bible, wanasema Eh, mkuu ame, wanasema eh, amekaa katika kiti cha enzi nywele zake ni kama sufi, umeelewa eh? Sauti yake ni kama maji yanayoanguka katika maporomoko. Baibo inamdescribe God hiyo, umesikia eh? Baibo inamdescribe nani, Mungu. Sauti yake ni kama maji yanayoporomoka katika maporomoko, macho yake ni kama mwali wa moto, miguu yake ni kama shaba iliyo, iliyo, iliyounguzwa. Unajua maana yake kwamba huyu ni mweusi. Hakuna mtu anaweza kuwa na nywele kama za sufi, au ni mtu mweusi peke yake anaweza kawa na nywele hizo. Sisi tuna wool hair, kinky hair na nappy hair. Sisi ndio nywele za watu weusi ambazo unaweza ukafuga rasta. Hakuna mzungu anaweza kufuga rasta kama za, hakuna yeah. mzungu anaweza kufuga rasta dunia nzima wasikie, kuanzia London mpaka Moscow kwamba hakuna mzungu afugae rasta, anafuga takataka kichwani kwake, haziwezi kuwa za kama za kwangu nikiamua kuziweka kwa so, sababu mimi ni original man. Msikie bwana, mimi ni original man, ndio maana yeah, like that. Unajua juzi niliangalia kitu fulani anaitwa Kendrick Lamar alinifurahisha sana, lo jamaa akasema idlack anajitambulisha, na anaitwa Kendrick Lamar, anasema not like us, no.

Hawezi kuwa na rasta, mzungu hawezi kuwa na rasta. Ndio maana anasema mtu wote anafuga rasta na mvuta bangi, umeelewa? Yani mtu wote mstaarabu duniani, kwa sababu mtu wote mwenye akili nyingi duniani anaitwa, anapewa majina haya, kicha, mwenda azimu, mvuta bangi, ndio maneno yao. Mtu wote mwenye akili timamu, mtu mweu mpumbavu, anaitwa shujaa, kama Alexander. Alexander ni barbarian Eh, yes ye ni barbarian invader the prundas Alexander. Alexander sio griti, mimi kwangu Alexander si griti, ingawa mimi sina uwezo wote wa kumfikia Alexander, lakini Alexander si chochote si lolote, ye ni mwizi, mbakaji, mw, yani ni, ni, ni muuaji. Watu wote wa wanaoitwa griti duniani ambao wako safi ni watu wausi, na nikwambie huo huwo ukuu wa mtu mweusi uliouliza, katika wasomi duniani Robert Gabriel Mugabe yeye ameondoka akienda, ameenda kuzikwa kaburini akiwa na digrii 11. Hakuna mzungu anasema elimu kaitengenezae, lakini hakuna mwe digrii hiyo, kamtafute mzungu mwene digrii 11. Msikia, brother. Great man duniani ni Muhammad Ali. The great runner, mkimbiaji bora. Hadi sasa anashikilia Usain Bolt. Msikia? Black man. Mcheza tenisi bora duniani. Serena Williams, umesikia bwana? Duniani mzungu aju ya kutufikia sajari ya kwanza duniani kufanyiwa mwanamke upasuaji aliyoshindwa kuzaa inaitwa cesarean operation, ilifanyika Kemeti, wakati huo ishabadilishwa ishaitwa Egypt. Alifanyiwa mama Cleopatra akiwa na mimba ya Julius Caesar, umeelewa? Hii ndio halisi yetu, sisi tuna maji ya kutosha, bahari zote zimetuzunguka, umesikia brother tuna misitu ya kuwapa mbao wazungu wakatengeneze meli. Tuna pamba wazungu wanachukua kwenda kutengeneza nguo. Tuna dhahabu, tuna madini ya, ya kutengeneza betri za magari, kutengeneza kompyuta, kutengeneza ndege zinazopaa angani, sababu madini yao iwezi kwenda chini ya maji bila sisi na madini yetu. Kwa hiyo sisi, mkakati wao ni kutumaliza wote, ila nawaambia white men hawawezi kutumaliza, wataanza kufa wao sisi tutaendelea kubaki na tutawafukia. Sisi ndio wazikaji wao, hawatutuzika sisi, ila sisi tutawazika wao. Afrika, Afrika tumejenga ukuu wetu unaendelea. Afrika tumejenga, tumejenga piramidi tatu, kuna piramidi ya Chiopu, piramidi ya Menkaure na piramidi ya Giza. Hizi piramidi hazikutengenezwa kwa upuzi, kwa, kwa zimetengenezwa kwa sababu maalumu. Kwanza zinavuta umeme, nguvu za kiumeme, mnaelewa. La pili nafanya mawasiliano na pembe nne za ulimwengu la tatu zi, nyota kuu nne du, tatu duniani zinazokaa usiku wa manane, zinagonga katika kila moja inagonga kwenye piramidi moja. Sansi mzungu ndo akafikia kusema walitengeneza Wayahudi. Tunaambia kama Wayahudi kina Netanyahu wa, walitengeneza wajengea ya kwao wa pale jangwani yeah. e, eh, pale pale oh, pale Palestina wanakoita arizi yao the occupied land, waeke piramidi wakitusiatengeneza piramidi arizi ile dunia tutawakabidhi watengeneze piramidi tatu, Wayahudi, alafu tutawakabidhi ardhi kweli, nyinyi Wayahudi, ardhi ya kwenu, lakini hawatoweza mpaka mwisho wa ulimwengu. Klub A-Z swali, kazi, jibu.